Kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mmeifanya toka kuasisiwa kwa jeshi hili la polisi, lakini kubwa zaidi katika historia ya hivi karibuni ambayo tunaweza tukayazungumzia, mmesimamia vizuri sana usalama wa raia na mali zao, lakini pia rasilimali na mali za nchi yetu. Kwa upande wa Zanzibar kalia mwaka huu na mwaka uliopita ni kwamba kumekuwa na na upungufu ukiangalia ile rekodi ya elfu mbili na mia tatu arobaini na tano dhidi ya elfu tatu na tisini na moja ao, mmefanya kazi kubwa na yaziada, ya ziada, kuhakikisha makosa yaliyofanyika elfu mbili na ishiri na nne hayajirudii, kwa maana mnajihakiki na kujitathmini. Kwa hiyo mmeweza kupunguza makosa zaidi ya mia saba na arobaini na sita ni jambo kubwa na ni zuri la kupongeza, na hii ni hatua ambayo naona kwamba imefanya kazi kubwa kwenye kutoa elimu lakini pia kuongeza mikakati ya udhibiti kulingana na taarifa. Kwa ina maana takwimu hizi hata hizi ulizonisomea zinanipa zinanipa moyo kwamba kumbe mnazifanyia kazi, na kama jinsi alivyozungumza katibu mkuu kwamba mnaangalia ile trendi na kuweka mikakati madhubuti ya kwenda kuhakikisha mnafanyia kazi. Sina shaka kwamba kwa mwaka mwingine utakaofuata rekodi itakuwa imeshuka zaidi, kwa mkakati ule ule ambao mmeufanya. Na mingine ambayo mtaendelea kuiboresha zaidi. Lazima tuitafakari kama mauaji, asilimia themanini na moja inatokana na e, wanaokuwa wezi, labda wanaoshukiwa kwa wizi, na hatimaye watu kuchukua sheria mkononi. Nini tufanye ili watu wasichukue sheria mkononi? Je, ni kwa sababu wanaamua kuchukua sheria mkononi? Kwa nini? Ni kwa sababu labda pengine wana, wanaimani E, kwamba aidha kuto uelewa wa sheria huko chini au ni hasira na jaziba za matukio hayo kuongezeka kufikia hatua ya kwamba kuona sasa huyu tumalizane naye. Kwa nini watu wanachukua sheria mkononi, ili tupeleke elimu ya kutosha dhidi ya madhara ya kuchukua sheria mkononi, kwa sababu tukifanya hivi tutakuja kupoteza raia walio wema wengi. Mtu anaambiwa mwizi mwizi, kumbe ni ugomvi wao tu, amezidiwa, walikuwa wanagombana, alafu mtu akaitwa mwizi, kwa sababu anajua watu wanachukua sheria mkononi, akampiga, akauawa. Mwingine anamdai mtu kwa sababu anamdai, wamekutana sokoni, anaweza akaamua kumzushia wizi, alafu akauawa. Lakini ukija kugundua, kumbe baadaye, na inawezekana usigundue kwa sababu kwenye mob violence eh, au mob psychology ile, huwa hakuna kufikiri tena baadaye. Kwa hiyo watu wasije wakafanya sasa na kutumia kama eneo la gap la ku, uh, kulitumia vibaya kutaka kuangamiza watu wengine ambao hawana hatia. Zanzibar tunaitegemea sana sana, kwa kiwango kikubwa, kwa masuala ya utalii. Mheshimiwa Rais, mtakumbuka, amekuwa kinara namba moja wa kupigania na balozi namba moja wa masuala ya utalii, na mtakumbuka hata jitihada alizozifanya ikiwemo Royal Tour imeongeza idadi ya watalii kwa kiwango kikubwa sana. Sasa tukianza kuruhusu utendekaji wa makosa ya jinai tunaenda kwenye rekodi mbaya ya kuichafua Zanzibar yetu ambayo ni maarufu kwa kama kisiwa cha Marashi ya karafuu. Hizi criminal record haziwezi kutusaidia na hazifai sana kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo nadhani, hapa tufanyie kazi tuongeze chime, najua hapa pengine litahitaji zaidi tuone kama kuna maeneo na changamoto kama kimikakati najua mko vizuri kimipango, lakini pia kama kuna maeneo ambayo mnadhani kwamba yanawafanya mshindwe eh, kufanya engagement, basi twende kwenye ile la polisi jamii, ili jamii nayo iwe sehemu ya kuripoti lakini uovu na matukio ambayo yanatokea. Umri wa miaka kumi na moja mpaka kumi na nne ni kesi zaidi ya mia moja na tano na ukiangalia kumi na tano mpaka kumi na saba ni kesi zaidi ya mia nne na hamsini. Tafsiri tu itakuja kwamba na utaelewa kwamba umri wa miaka kumi na moja mpaka kumi na saba ndio utachukua hizi hizi kesi zote za maswala ya ubakaji, zipo kwa kiwango kikubwa. Ni umri ambao ndio vijana wanaanza balehe. Ni umri ambao vijana ndio wanaanza ile wanaita teenage, ma teenage, eh, eh, ile wanaita wana, wana peer pressure eh? Hisia zao zinaanza kujengwa kwenye mazingira kama hayo zikielekezwa vibaya mm, ndio zinaishia kwenye ubakaji, na kwa sababu ndio umri wa vijana ambao aidha kama hawakuivishwa vizuri kwenye mafunzo ya dini, hawakuivishwa vizuri kwenye mafunzo na male, ya makuzi na malezi ya familia, hawakuivishwa vizuri kwenye mafunzo na malezi ya elimu, kwa sababu wote hao nikakubako kwenye mkondo wa kuwepo, tunawatarajia kuwa shule au vioni, tafsiri yake ni kwamba atakuwa na anazidiwa kwenye kucontrol hisia zake kama mlivyosema hapa na maeneo mengine e, ile ukishindwa ile mihemko ya mwili na hisia kuzikontrol, ni matokeo ya aidha familia kushindwa kufanya malezi bora au taasisi zetu za dini. Kwa hiyo nadhani turudi huko katika kuhamasisha katika elevo ya viongozi wa dini watusaidie, masuala ya ubakaji yawe sehemu ya mahubiri yao, yawe sehemu ya mafundisho shuleni iwe sehemu ya mafundisho , lakini pia sisi kama Jeshi la Polisi tuwe na sehemu hiyo ya kuweza kufika hata kwenye vyuo na shule za msingi na sekondari, kuwaeleza zidi ya madhara ambayo yatajitokeza. Na kwa nini rekodi iko juu? Ni kwa sababu ya uwepo wa statutory rape. Statutory rape ni sheria ambayo inasema kuwe na ridhaa au kusiwe na ridhaa, ni sawa na ubakaji, kwa sababu ni ya mtoto wa shule kwa mtoto wa shule yoyote mwenye umri huu ambao nitajwa hapa, kumi na moja mpaka kumi na saba yote ni umri wa mtoto ambaye tunatarajia yuko eidha kuanzia e, shule ya msingi mpaka sekondari. Atisi vyo vikuu haijaeleza zaidi, ili mradi inasema zaidi kuhusu umri eh? Lakini kitendo cha kuwa na binti ukawa naye kwenye mahusiano wa umri huu wa miaka hii iliyotajwa na sheria, ambao ni umri wa kuwa shuleni aidha amekubali au ni kwa nguvu, basi unatafsirika kuwa umefanya tendo la ubakaji. Natambua ukiangalia kilomita zilizokuwepo mwaka miaka elfu mbili sizo zilizo leo. Mmeongeza mtandao wa lami, sindio ndugu zangu? Mmeongeza kutanuka kwa barabara -bara. Lakini vivyo hivyo katika ongezeko la mtandao wa lami unaongezeka pia na mitandao ya uhitaji wa miundombinu mingine ongezeko la mahitaji ya kibinadamu, watu wanaongeza vyombo vya usafiri, pikipiki zinaongezeka, magari yanaongezeka, mahitaji ya usafiri yanaongezeka, shughuli za kiuchumi zinaongezeka. Kwa hivi vyote kwa ujumla, lazima vibalance kulingana na miundombinu tuliyo na nayo na mahitaji, kwa haya yote ndio yanayopelekea kwa sehemu kubwa pia kulazimika kuwa na mfumo mzuri wa udhibiti na kuweka taratibu za matumizi salama ya barabara pamoja na kuwa na sheria za matumizi salama ya barabara. Uvunjifu wa sheria unatokea hapo kutokana na kukosekana kwa umakini na, ch na changamoto za kibinadamu. Si kwamba hamuwaivishi madereva kwenye sheria na taratibu, lakini natokea uvunjifu wa sheria kutokana na yale makosa ya kibinadamu tunayoyasema, na ndio sehemu kubwa inayosababisha ajali za barabarani. Kwa hiyo, huku basi tunahitaji nadhani kuliangalia kwa jicho jingine pevu na la pekee eh, kulingana na idadi ya magari inayoongezeka na, na balance